Shalom, shalom wana wa Mungu. Ninawasalimu kwa jina la Yesu. Ni wenu Yunis Njau. Ninataka kuongelea mada moja kuhusu ulinzi na kuhusu mlinzi ni nani, na Biblia inasema, enyi wanawake mtawalinda waume zenu. Sio kwamba wewe utamlinda mme wako kwa kumchunguza, naomba unielewe vizuri, sio kwamba utamlinda kwa kumchunguza anaongea na nani? Au utamlinda mume wako kwa kufuatilia simu yake, kuangalia messages zake ana chati na nani? Huyo sio mlinzi, hizo siyo sifa za mlinzi. Lakini wewe utamlinda kwa maombi, utamlinda kwa maombi. Mwanamke ni mlinzi wa mume wake, ni mlinzi katika familia yake. maombi yako ndiyo yatapeleka familia yako mbali zaidi, lakini ukikaa na kuanza kuchunguza leo anaongea na nani, leo ana, ana yupo amekutana na nani, hapo hauwezi kuwa mlinzi. Kitu cha kwanza, mlinzi ana sifa za tai, kwa sababu tai ni mnyama ambaye anaenda juu zaidi. Tai anaenda juu zaidi, akienda juu zaidi ndio ana ndio anaona matukio yanayotokea au vitu vinavyokuja kupatikana katika familia au katika eneo ya watoto. Ukiwa mwombaji unaenda juu zaidi, wakati unamwombea mume wako, Mungu hatakuficha kuna vitu atakuelekeza, atakwambia omba kwenye eneo fulani, omba kwenye eneo fulani. Na ukumbuke Biblia inasema, ampataye mke apata kitu chema, naye ajipatia kibali kwa Bwana. Kwa hiyo kwa sababu mume wako amekupata wewe, ameshapata kibali kwa Bwana. Sasa na wewe unatakiwa uwe mlinzi kwake, lakini wanawake wengi siku hizi tunahangaika na kuwalinda waume zetu, kuwafuatilia, anaongea na nani Hey, sijui message imeingia kiroki na waka aha, moto unataka ufuatilie hiyo simu, unataka uanze kuangalia anaongea na nani? Hapana, la hasha. Ukitaka kuwa mlinzi wa mume wako, sio kumlinda kumfuatilia kazini kwake. Kuna wengine mpaka wanafuatilia kazini, anaenza kuangalia leo anaongea na nani, leo yuko na nani, leo anasema na nani? Hapana, mlinde kwenye magoti Mlinde kwenye maombi. Ukimlinda kwenye maombi, utakuwa na sifa njema ya kuwa mlinzi, utakuwa na sifa njema ya kuwa mlinzi wa mume wako, au kuwa mlinzi wa familia. Wanawake siku zote huwa tuna sensi nyingine, kuna sensi unayo ndani yako, unaweza ukasensi kabisa, ukasensi, mume wangu hapa sio mwaminifu kwenye kitu fulani, mume wangu, kuna hatua, kuna tatizo linakuja kumpata. Sasa hautamlinda kwa kupishana naye Utamlinda kwenye magoti, utamwombea, utaweka ulinzi wa nguvu za Mungu kwake, na utakuwa kama tai, kwa sababu tai ni mnyama ambaye akipanda juu zaidi anaona vitu vilivyopo chini. Anaweza akapanda juu zaidi akamuona samaki aliyepo baharini akaenda akamkupua kwa miko, kwa miguu yake na akapaa naye juu zaidi. Kwaiyo ni vizuri tuwe walinzi wa familia zetu, tuwe walinzi wa ume zetu, tuwe walinzi wa watoto wetu. Sisi ndo tunaweza tukaokoa jamii. Wanawake, kumbuka hata kwenye huduma ya Yesu alikuwa na wanawake, ndo walikuwa wengi wanawake, ndo walikuwa wanatembea nao, wanawake ndo walikuwa wanatunza, wanamtunza Bwana wetu Yesu Kristo. Kwa hiyo nawaomba ndugu zangu sana, nawasihi tujue sisi ni walinzi. Tukilala kwenye ulinzi, tukilala kwenye familia zetu, familia zetu zitapata attack. Mlinzi anapolala mlangoni, hata mwizi anapokuja hawezi kumsikia. Lakini ukiwa macho ya ukiwa macho, kwenye macho, ukiwa na macho ya rohoni, wakati uko kwenye macho, wakati umekesha kwenye maombi, wakati umemwombea mume wako, Mungu anakupa macho ya rohoni, unafunguliwa macho, unaweza ukaona kuna hataki inakuja kumwataki mume wangu, au kwenye familia yangu, au kwenye watoto wangu, ukaizuia kwa sababu wewe ni mlinzi. Mungu akubariki sana. Shalom shalom.